Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia IDU umeitaka mamlaka ya Tanzania kumwachia huru mara moja kiongozi mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Mke wa Tundu Lissu Alija Magabe alipata nafasi ya kuongea mbele ya mkutano unaoendelea wa umoja huo wa kimataifa wa demokrasia kule nchini Ubelgiji na kwa uchungu sana na hisia kali akaelezea kuwa mume wake Tundulisu anashikiliwa wa gerezani nchini Tanzania kwa mambo ya kisiasa. Alija Magabe aliendelea kuelezea kuwa mumewe Tundulisu amepewa kesi ya kutoa taarifa za uongo na kesi ya uhaini, na kama akipatikana na hatia basi atahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Mke wa Lisu ameuomba umoja huo wa kimataifa wa demokrasia uungane naye kumsaidia na kupaza sauti ili Tundulisu anayetuhumiwa kwa makosa ya kubambikizwa kisa masuala ya siasa aweze kuachiwa huru, kwani Tundulisu ameshindwa kushiriki mkutano huo pia kwa sababu yupo gerezani. Kabla sijakuwacha umsikilize mke wa Tundulisu, mtazamaji wangu, naomba ni kukumbushe ujiunge nasi kwa kusubscribe ili uwe wa kwanza kufikiwa na taarifa zetu. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele ibonyeze pia. Wengi wanasema kuwa imembidi mke wa Tundu Lissu kuongea kwenye mkutano huu kwa sababu hakukuwa na njia wala mjumbe ama kiongozi mwingine wa Chadema, baada ya naibu katibu mkuu bara ndugu Amani Gologwa kukamatwa hivi majuzi kwenye uwanja wa ndege wa Julius Nyerere akiwa anasubiri kusafiri kuelekea Ubelgiji ambapo jeshi la polisi lilimrudisha na baadaye Chadema walisema Gologwa alikuwa anaenda Ubelgiji kwa ajili ya kushiriki mkutano huu wa IDU. Hivyo wengi wanasema huenda yeye ndo alikuwa na ujumbe labda wa Chadema kama asingezuiwa na jeshi la polisi. Tumsikilize hapa mke wa Tundu Lissu Alicia Magabe akiongea kwa uchungu.

Oh, kwa lolote lile unaweza kutuandikia komenti yako hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kyuli wa hapa Mseto Media, hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.